Alipo Yesu kuna majibu. Mahali popote unaponisikiliza, Yesu yuko hapo kukupa majibu katika maisha yako. Naomba niombe na wewe kwa dakika chache. Shika moyo wako hapo ulipo. Kisha Yesu atajitwalia utukufu kwenye maisha yako. Sema Yesu niguse leo e Bwana. Sema Yesu niguse leo e Bwana. Sema Yesu jidhirisha kwangu e Bwana. Sema Yesu niweke huru e Bwana. Sema niweke huru e Bwana. Sema nifungue e Bwana. Sema nifungue e Bwana. Shika moyo wako hapo ulipo. Kila gano la mabibi na mababu linalofanya kazi kinyume na maisha yako na ndoa yako na hatima yako njema ulio nayo, kila gano la mababu na mabibi linalofanya kazi kinyume na uchumi wako kwa jina Yesu, na biashara zako kwa jina Yesu, na kazi zako kwa jina Yesu, ninaliamlisha kwa mamlaka ya jina la Yesu liachie maisha yako siku ya leo, liachie maisha yako siku ya leo, liachie roho yako siku ya leo, liachie uchumi wako wa siku ya leo, liachie afya yako siku ya leo, likuachia kwa jina Yesu wa Nazareti hai, kwa jina kuu la Yesu wa Nazareti kila ngome za ukoo zilizoshikilia biashara yako zilizoshikilia hatima yako zilizoshikilia afya yako sikiria hatua zako zivunjike leo kwa jina la Yesu hai, zivunjike leo kwa jina la Yesu hai, zikuachie leo kwa jina la Yesu hai. Nina kutenga na hizo uhalali wa ngome za. Haleluya, natangaza mahali popote unaponisikiliza, kila ngome za kukoo zilizoshikilia biashara yako, zilizoshikilia hatima yako, nazivunja leo zikuachie, nazivunja leo zikuachie, uwe huru kwa jina Yesu Kristo wa Nazareti. Nasema uwe huru kwa jina kuu lipitalo majina yote. Oh, haleluya! Bwana Yesu Kristo wa Nazareti, watoto wako wako hapa, jitwalio utukufu. Nasemesha kila kifungo kwenye mikono, kwenye kila kiungo cha mwili wako, kila kifungo, nina kikata kwa damu ya Yesu, nina kikata kwa jina la Yesu, Ninakivunja kwa jina la Yesu. Vila vifungo vunjika kwa jina la Yesu Kristo, aliye hai, achia mtu huyu. Kila vifungo vunjika kwa jina la Yesu Kristo, aliye hai, achia mtu huyu. Ninakuweka huru mbali na kila kifungo cha adui, kila mnyororo uliokamata hatua zako, uliokataa usipige hatua, iwe ni kiuchumi, iwe ni kindoa, iwe ni kimaisha. Kila mnyororo unakuvuta uende kwenye magumu, natangaza kwa jina la Yesu, ninauvunja kwa jina la Yesu kisalia hai jina Yesu Kristu alipitiwa majina yote, nina uvunja wa mnyololo, uachie nyumba yako, uachie biashara zako, uachie watoto wako, uachie kazi zako, uachie nafsi yako, uachie maisha yako. Nguvu za Roho wa Mungu za kukufungua ziwe juu yako Naziita nguvu za roho Mungu za kukufungua ziwe juu yako Haleluya. Natangaza zikufungua kuanzia leo uwe huru kwa jina Yesu. Uwe huru kwa jina Yesu. Uwe huru kwa jina Yesu. Uwe mzima kwa jina Yesu. Uachiwe mazima kwa jina Yesu. Nasema uwe huru kwa jina la Yesu. Achiwa kwa jina la Yesu. Nasema uwe huru, nasema uwe huru kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Naiwika hatima yako iwe huru na njema, mbali na kila uhalali wa mabibi tena kuanzia leo na mababu naiweka hatima yako njema iwe huru mbali na kila ngome za kiagano na za kiukoo. Nazivunje hizo ngome, ziteketezwe kuanzia leo kwenye maisha yako. Nasema kuanzia leo ni mwisho wa kila utawala wa kishetani katika maisha yako, katika afya yako, katika kazi zako katika ndoa yako katika hatima yako, kwa jina kuu la Yesu wa Nazareti. aria ha kila madhabahu ya giza maishani mwako, katika familia, katika biashara, katika maisha yako, naivunja kwa jina kuu la Yesu wa Nazareti na Yesu wa Nazareti nasema kila mipaka uliyowekewa kwenye maisha yako naivunja kwa jina Yesu. Kila kuta zilizokaa kwenye maisha yako nazivunja kupitia mamlaka kuu ya Yesu aliye hai kuanzia leo nasema ni mwisho wa kila hali ya magonjwa kwenye maisha yako. Nasema kuanzia leo, kwa mamlaka kuu ya jina la Yesu, ni mwisho wa kila magonjwa ya kujirudia kwako. Nasema kuanzia leo, ni mwisho wa kila vifungo na magonjwa kwenye maisha yako. Nasema kwa kama Yesu aishivyo, nasema kuanzia leo, ni mwisho wa kila mashambulizi pepo kwenye maisha yako. Nasema kuanzia leo ni mwisho wa kila kazi za adui kwenye maisha yako katika jina la Yesu Kristo, anazetaria haya. Nasema pokea nguvu ya kushinda kila ushetani kwenye maisha yako. Nasema pokea nguvu nyingine ya kutembea na kumwona Mungu kwenye maisha yako. Nasema pokea neema nyingine ya kustawi na kufanikiwa, na simepokea neema nyingine ya kuwa huru kiufahamu na kimawazo, ya kuwa huru kimafanikio, na simepokea neema nyingine ya kufurahia Mungu kwenye maisha yako jine, sorry, Amen. Asante mfalme Yesu kwa matendo yako makuu kwa kila umefanya kwa mtumishi wako alikuwa ananisikiliza. Mungu asante kwa kuwaweka huru wote waliofunguliwa katika maombi haya. Yesu asante. Roho wa Mungu asante. Farume asante. Kimbilio asante katika jina.